Tulipokua tumeweza kuishia, ndo tunaweza kuendelea na hii hapa. Wanaita the new Kung Fu Cult Master. Tabiti akawa anamsomea jamaa hizo hizatua, anasoma kila kitu kilichoandikwa pale, jamaa anasema nimeelewa Ameelewa hatua moja mbele, hatua moja nyuma, alafu je, nini cha kufanya pia ishaelekezwa, kutokana na hatua zile. Sasa ameisha imasta mpaka hiyo staili yao, angalia staili yao wao wenyewe, jama kaisha imasta na anaitumia sasa, akinaumana cheke, anavyozunguka nyie. Si mko watrai, tulieni niwaonyeshe. Binti akazabwa na hiyo, oh, maskini ya Mungu, kapigwa sei huyu mtoto wa kike wa email mtoto kike ambaye ndo anampenda ngo. Fungua token yake, token yake kwanza. Anaambia sawa, mshike hivi sio? Sio kan. Akamfungua

ulikuwa ni upanga wa binti no, no. anaambia bado ni perfect. machete yangu iko vile vile. zinapigwa lakini bado. Nafikiri kwamba kwa siku kadhaa, nina uhakika nitajua siri aliyokuwa anaitafuta kupitia hizo panga mbili ataijua. Jo mamaangu anataka tusarende tujisemishe. Lazima kesho asubuhi atakuwa amekufa. Kwa nini afe? anaambia ni sheria za sekti sasa inawezekana mama yake na binti akafa mapema, wakaja paka hapa. Siokani, pamoja na mimi, tutaingia ndani. We mchukue baba wakamba, una misi zangu. Utaingia ndani, mchukue baba wakamba, una misi zangu. Namlinda Dragon Sabre. Kama ukimpa kampani babangu wa Kambo tutakuwa kitu kizuri zaidi. Anataka kuingia na huyu binti sio kan. Masisio. Anaambia cha msingi uwe makini tu. Husu mimi usiwaze. Sio kan, twende? Anamchukua sio kan. Anaondoka naye. Wanakwenda huko kwa mama yake na ubinti. Jamaa <coughs> anakuja ni kama simba. <coughs> Usisogee, usogee. Mama! <coughs> Wametua hao. Jamaa yake wanaamua kuwatengenezea kitu. Hawajamjua vizuri hawa. La na Tulia, cheki hivyo vitu anavyofanya huyu mtu ni wa ajabu. Eti huyu mtu ni hatari eti hamtalia, aoni hello, yani walikula nako sai. Ni dakika sifuri tu Isoge. Na. Mama. Mo yeke namsin chola. Nichafikiria tayari.

ni eh, mimi nitamwacha siokan akufafanulie hili jambo, atafafanuliwa kwa baadaye. Siokan peke yake ndo atamfafanulia zanguji. Binti alikuja ili kumfafanulia mwamba bwana zanguji, mtoto mwenyewe bomba tu, kumbe Manaonekana kama hi anaambia mimi kwa sasa was, yes. Was ni mtoto watatu katika ichi kizazi, hakuna mtu mwingine ambaye ni zaidi yangu mimi. Hakuna chaguo zaidi ya mimi mwenyewe, hakuna kitu chochote. Sasa tayari mama yangu ameniandaa kuja kuochea anfany ana mimi niko tayari kuwa chairman ili mama yangu asife kwa sababu ya sheria. Na nafahamu sana sheria hizi. Kwa hiyo kwa kweli ni sheria. Sitaki wewe hivyo. Basi inabidi nikae hapa mi milele na starudi kule tena. Kwa kweli uko tayari kuwa Holy Maiden. Binti anasema mimi. Nimeshaandaa ship kwa ajili yako. Basi nitawarudisheni kule chungeni, utakapokuwa umerudi kule. Kwa hiyo nataka kuniambia wewe uweze kurudi. Baada ya kurudi hataweza tena kuangaika na mwanaume yeyote milele. Na pia hataweza kwenda mahali popote milele. Yatabakia hapa kuongoza tabaka. <coughs> Binti anampenda anaambia, tutaonana tena, mimi na wewe hatuwezi kuonana tena. Kama hauko tayari, hakuna mtu yoyote wa kukulazimisha wewe kurudi kule. Sifemu mi nasema, hapana, mimi niko tayari, mimi niko tayari, niko tayari kufanya chochote, hata kwa maisha yangu yote. Mimi niko tayari, hata kutokuonana na wewe niko tayari, hata kama tutatengana mi na wewe milele ndio, niko tayari. Niko tayari hata kama ni kutengana na mheshimiwa na young master milele, anasema. Lakini aii, baada ya kuondoka, bado kuna misi zao, misi zao ni mzuri zaidi na ni smarti. Kama akiwa na wewe hakuna mtu yoyote atakaye jaribu kukuumiza wewe na hii ni ha, hiyo e, e, eh, eh, ni sawa. Misuzu ni mwema na mwelewa. Kama ukimwoa labda pengine wewe ndio utakayekuwa na furaha. Siokan. Siokan pamoja na Sifang. Yaani Siokan ndani ya Sifang usiku na mchana atakuwa na kuongea anaku, anakuombea wewe. Na kukutakia usalama na amani ya milele. Atague kati ya wale wawili. Mmoja akimwoa atakuwa na furaha yeye katika maisha yake, na mwingine akimwoa atakuwa na ulinzi wa kutosha katika nchi yake, yani katika maisha yake yote. Chaguo liko kwake, kwa analia tu mtoto wa kike maskini. Kumekucha, mambo ni mazito. Baba mwamba karudi huku ana huzuni, ana huzuni tu. Babake wa kambo yuko pale. Vipi Ziru, anaendeleaje? Anaambia yuko salama, bado tu hajaamka

Zaidi, yaani ongeza Baba Kambo. Cheers. Unakula cheers? Maisha yanaendelea. Hello. Sasa nakuondoka, natakiwa. Mara ile waini waliokunywa, kumbe bwana ilikuwa sijui imewekewa nini, watu wakaanza kukata moto, kila mtu anasinzia kivyake na ile waini. Hiyo waini sijui na shida gani baba, baba, baba. Baba Wakambo, kila mtu anakata moto kivyake. Jamaa akakata moto pale kwa baba wake Wakambo, yani wakakata moto wote. Kuna nini tena baba? Nani tena twende katika sehemu ya saba laini, baada ya kumaliza sehemu ya sita ya mashine safi kabisa ukweli. Wanaita New Kung Fu Cult Master. Na